Hizi ndizo dariri za HSV SV, maanayake vile virusi ambavyo vinasababisha marengerenge sehemu za mdomo au kwenye ulimi ambavyo tunasema ni HSV type 1. Dalili ya kwanza, unahisi kuwashwa pale ambapo upele unakuwa bado haujatokea au, au vile vi vipere vi vipere vinundunundu ambavyo vinakuwa na maji ndani yake vinakuwa bado havijatokea, kwa unahisi muwasho na unahisi kungua. Lakini baada ya hapo sasa, ndivyo vinakuja kutokea vile vipere ambavyo vinakuwa ndani yake vina, vina maji, ambao tunasema ni marengerenge ambao vinakuja kupasuka kwa muda fulani, vinatengeneza vidonda na vikitengeneza vidonda vinakuja kupona baadaye, vinaacha kovu sehemu za mdomo. Kwa hiyo kama una dalili kama hizi, uchukue hatua kwa sababu ni virusi ambavyo ni hatari kwa afya yako. Vinaweza vikakusababisha athari kubwa kwenye koo na uh, na mdomoni. A, unaweza ukachukua namba ili tuweze kuwasiliana. Lakini vilevile ukihitaji kujifunza zaidi, na unaweza ukafollow akaunti hii ili uweze kujifunza zaidi.